Kwa majina anaitwa Machale. Aa, nikizungumzia kundi letu ni kundi gumu kwa sababu watu tuliopangwa nao ni watu ambao wana uzoefu na ile michuano, lakini wote wale wanaamini pa kuchukulia pointi tatu ni kwetu. Aa, kwa sababu kuna timu ambazo zilikuwa zinaonekana hazina umuhimu wowote au hazina maajabu yoyote katika michuano, lakini zimeweza kufanya vizuri. Tuna Samata, tuna Msuva, tuna Dismasi, tuna Haji Mnoga na wengine ambao kocha Gamondi ameona wanafaa kwenda nao pamoja katika michuano hii. Hiyo pia nayo ni, ni fursa mojawapo kwa wachezaji wetu ambao wanacheza ligi ya ndani hapa kupata ile hali ya, ya kupambana kwa sababu kishajumlisha eneji ya nje na eneji ya ndani basi inakuwa ni jambo zuri kabisa. Kwa sisi mashabiki au mimi binafsi, nina imani na timu yetu, tutafanya vizuri. Kundi letu ni gumu kwa sababu wale wote watatu ukituondoa sisi ni wazoefu wa ile michuano. Uganda mzoefu, Tunisia mzoefu, Nigeria pia mzoefu. Kwa hiyo sisi kundi ni gumu. Ah, kikubwa ni mashabiki kuwa wamoja, kwa sababu sisi tushazoea kwamba goli akifunga, mfano angefunga Mzize unasikia wewe wa Yanga huyo, akifunga mwalimu utasikia Wasimba, akichomesha goli na niliu goli kipa Ayubu utasikia golikipa wa Simba, beki yao kina Ibra Baka wa Yanga. Tusiwe hivyo, ile ni timu ya Tanzania pale, hakuna Azamu. Ikitokea mchezaji kachomesha, tusiwe na maneno mengi ya kwanza kusema, si mbona timu yake ya, ya klabu achezi hivyo, anacheza kwa. Kikubwa ndio maana ikaitwa timu ya taifa, sio timu ya Yanga, ni timu ya taifa, yani ya kwetu wote, ya Watanzania wote. Naitwa Miraji Juma Shemahonge, na imani na timu yangu ya taifa kwa kikosi jinsi kilivyojiandaa vizuri, najua tutapata matokeo mazuri. Matumaini yangu na matumaini na timu yangu kwamba itafika mbali, na natumaini kwamba kikosi kilichoandaliwa japokuwa, japokuwa mchezaji mmoja ambaye anaitwa Mzize hayupo katika kikosi hicho, lakini na, na matumaini kwamba tutapata ushindi vizuri. Ah, hilo kundi sio kwamba ni gumu sana wala ni baya sana ila kutokana na jinsi sisi tulivyojiandaa tumejiandaa kwa mashindano, kwa hiyo na sisi tutashindana kama jinsi ilivyo. Ah, timu yetu kwa kweli, kutokana tulikotoka huko nyuma na sasa hivi ni tofauti, kwa hiyo timu yetu sasa kidogo tuna matumaini na timu yetu. Mimi nasemaje, Watanzania, tuisapoti sana timu yetu ili waweze kufika mbali, yaani kutokana na miaka iliyopita huko nyuma na sasa hivi Tuko, tuko, tuko vizuri yasehevi kidogo kwenye timu yetu ya taifa, tuko vizuri na ninaamini kwamba timu yetu itafika mbali, niwe tumejiandaa kimashindano, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na sisi nasemaje tunaiombea timu yetu.